Hello, habari it's Danny Voss under Arts and Lifestyle. And leo and ningependa kuongelea kwenye ushonaji wa kapeti. Ushonaji wa kapeti una hatua nne and hatua ya kwanza ikiwa ni kuandaa design. Hii ni pale unaandaa kitu ambacho unataka kukifanya uandaji wa kazi, iwe ni mchoro, iwe ni maneno. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuandaa matirio. Hapa ni pale unaenda kuchagua nyuzi utakazozifanyia kazi, sehemu yako ya kazi, kuandaa saizi kwa ajili ya kazi. Hii yote inakaa kwenye uandaaji wa matirio au matirio preparation. Hatua ya tatu ni kushona kwenyewe. Hapa kuna mbinu tofauti tofauti kwenye ushonaji pamoja na namna tofauti tofauti kwenye ushonaji. Hapa ni changamoto nipo iko hapa. Unaweza ukaandaa disaini nzuri, lakini ukishindwa kushona, hutapata kile ambacho ulikuwa umekiandaa. Hatua ya mwisho ni finishing. Hapa um, ni pale ambapo unaongezea mvuto zaidi kwenye kile ambacho umekiandaa, ikiwemo kunyoa kapeti lako, kutengeneza shapes za kama ni mchoro au maneno ziweze kuonekana vizuri, utengeneze kitu chenye mvuto mzuri. Kwa hiyo tunatoa darasa la siku tatu kwa gharama nafuu, and baada ya siku tatu utakuwa ni mtu mzuri ambaye unaweza ukafanya kazi na ukaigeuza kama sehemu kwa kuingizia kipato. So, kama uko in, usiogope kunitafuta tukajifunza pamoja. Karibu sana.